Mwanaharakati Mange Kimambi ambaye pia amewahi kuwa kada chama ya Chama cha Mapinduzi, ameibuka na kutoa kauli, ikiwa ni masaa kadhaa yamepita tangu ambapo jeshi la polisi litoe kauli kufuatia wanaoendelea kuhamasisha maandamano katika mitandao ya kijamii. Hatoe inakuja kufuatia siku ya jana ambaye ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya uhuru wa Tanganyika, ambapo ni takribani miaka 64 sasa tangu taifa la Tanganyika liweze kupatiwa uhuru. Hivyo siku ya jana wa Tanzania wote nchini na duniani kote waliadhimisha siku hiyo. Kabla ya maadhimisho hayo, vyombo vya ulinzi na usalama viliweza kuzungumza na Watanzania kwamba kama hauna ulazima wote wa kuweza kutoka ndani au kutoka nyumbani, basi usitoke, kufuatia zuio ambalo liliwekwa kwa masaa kadhaa, kufuatia uwepo wa taarifa kwamba siku ya jana kungekuwa na maandamano ya amani ambayo yangefanyika nchi nzima. Kufuatia taarifa hizo, jeshi la polisi liliweka mikakati ili kuweza kuzuia maandamano hayo na yeyote yule aliyekatisha katikati ya miji alihojiwa, ikiwemo kuonyesha vitambulisho vyake na kisha kuachiliwa aende anakoenda. Hata hivyo, Mange Kimambi ameibuka na kuzungumza kwa mara ya kwanza kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X, zamani ukijulikana Twitter. Mange Kimambi amefunguka mara baada ya maandamano ya Desemba 9 kushindwa kufanyika fatia vyombo vya ulinzi na usalama kutanda kila sehemu na kuweza kudhibiti maandamano hayo kwa kiasi kikubwa. Mange Kimambi amesema kwamba haturudi nyuma. Safari ya ukombozi haijawahi kuwa rahisi, ushindi ni lazima na tutashinda. Kuanzia sasa, Tanzania ni lazima kuwe na maandamano all the time mpaka haki ipatikane kwenye nchi yetu. Haki kwanza, haki ikipatikana, amani itafuata automatically. Hatua hiyo pia inakuja kufuatia maandiko aliyoandika Mange Kimambi akijibu baadhi ya viongozi wa ngazi za juu nchini Marekani, akiwemo Jim Risch kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X, ambaye aliishutumu vikali serikali ya Tanzania kufuatia madai mbalimbali ikiwemo kushambuliwa kwa viongozi wa dini pamoja na kutekwa kwa viongozi wa dini, huku akipeleka ujumbe wa moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania, ambapo amedai kwamba serikali ya Tanzania imezishutumu jumuiya za kimataifa kabla ya serikali hiyo kufanya uteuzi wa viongozi watakaounda kamati huru ya uchunguzi wa matukio yaliyojitokeza Oktoba 29 huku pia kiongozi huyo akisema kwamba serikali ya Tanzania ilishindwa kuelezea kwa kina na kwa wazi juu ya matukio hayo ambayo yalitokea ikiwemo umwagaji wa damu. Mange Kimambi amesema kwamba hofu yangu ni kwa rais asiye halali Samia Suluhu Hassan anaweza kujaribu kutumia rasilimali asilia za Tanzania ili kupata uungwaji mkono wa mataifa yenye nguvu badala ya kuruhusu zisimamiwe na wananchi wa Tanzania. Katika harakati zao za kupigania uhuru na katiba mpya, Watanzania wanatoa wito kwa Marekani na jumuiya ya kimataifa kuunga mkono harakati zao za kupata demokrasia, katiba mpya, uhuru wa kujieleza, kumalizwa kwa vitisho dhidi ya viongozi wa Kikristo na makanisa, haki za binadamu. Watanzania wanataka ushirikiano tu na mataifa yanayoheshimu haki za maisha yao. Kwa sababu hiyo, tunawasii jumuiya ya kimataifa kujiepusha na kufanya biashara ambayo inahalalisha serikali ya sasa. Watanzania wengi wanaishi kwa hofu na wanatarajia Marekani na washirika wake wataunga mkono juhudi zitakazomwondosha rais sasa kutoka madarakani, na tunataka kuongozwa na serikali itakayoturudisha uchaguzi huru na wa haki. Wakati maandamano yaliyopita, maelfu ya watanzania waliuawa ukionyesha ukatili wa hali ya juu. Dunia ina wajibu wa kuunga mkono Tanzania unapotafuta haki, wajibikaji na serikali inayowakilisha ukweli.